Alright, karibuni sana sana, Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu. Basi hapa niko na makala ambayo inasema kwa nini natulazimu kuwahi kanisani? Ona, eh, kwa maana wengi tunaenda kanisani lakini imekuwa ni kama sehemu ya utamaduni tu, lakini katika makala hii nitakwenda kuelezea kwa ufupi uh, wajibu wako wewe kama Mkristo na kwa nini hakupasa uwahi kanisani. Sawa? Basi tunaanza. Kushiriki ibada kanisani kumekuwa kukichukuliwa kama ni utaratibu wa hiari hakuna ulazima, na wale wanaojilazimisha kwenda huenda kwa kuchelewa. Sasa leo nakwenda kukufunulia ukweli juu ya swala la sio tu kwenda kanisani, bali kwenda kwa kuwahi kabla misa ya kuanza. Ukisoma ile Waibrania 10:25, tunakumbushwa umuhimu wa kukusanyika pamoja ambao unasema, msiache kukusanyika pamoja kama vile wengine walivyo na desturi, basi mhimizane na zaidi sana kwa kadiri mnavyoona ile siku inakaribia. Andiko hili linaonyesha kuwa kuhudhuria ibada za kanisa mara kwa mara hutuimarisha kiimani na kutupa nafasi ya kutiwa moyo na waumini wenzetu. Ni katika kusanyiko la watakatifu ambapo Mungu mara nyingi humimina baraka na upako wake kama alivyofanya katika ile siku ya Pentekoste wakati wanafunzi walipokuwa wamekusanyika pamoja. Soma ile sura ya pili ya pili, Matendo ya Mitume. Mona, kupitia mshikamano katika ibada, waumini huunda mazingira yanayomruhusu Roho Mtakatifu kusonga kwa nguvu kubwa. Kumbuka, miili ya wale waliompokea Yesu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mona, maana yake waliojazwa na Roho Mtakatifu huleta mazingira mazuri hata kwa wengine kumshuhudia Yesu mwenyewe alisema katika ile Mathayo 18:20 kwa maana walipo wawili watatu wakikusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Andiko hili linaonyesha kwamba Yesu yupo kwa namna ya kipekee pale waumini wanapokusanyika kwa jina lake. Ingawa sala na ibada za binafsi ni muhimu, ibada za pamoja kanisani zinawapa waumini nafasi ya kupata uwepo wa Mungu kwa namna dhahiri kabisa. Umeona? Na kuongeza upako juu ya maisha yao. Mfano mmoja wa wanafunzi wa Yesu, kama tunavyosoma katika ile Yohana 20 mstari wa 24 mpaka 29. Wakati Yesu alipotokea kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka, Tomaso hakuwepo. Wanafunzi wenzake walipomwelezea kwamba walikuwa wamemwona Yesu, alishuku na kusema, sitaamini mpaka nione alama za misumari katika mikono yake na niguse kwa vidole vyangu makovu ya misumari na kuweka mkono wangu ubavuni mwake. Lakini siku nane baadaye Tomaso alipokuwa amekusanyika pamoja na wenzake, Yesu alijitokeza tena katikati yao. Ni hapo ndipo Tomaso alipopata nafasi ya kumwona Yesu kwa macho yake, na akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Yep, Bwana wangu na Mungu wangu. Kisa hiki kinatufundisha kwamba kuto kukusanyika pamoja na wenzetu kunaweza kutufanya tukose nafasi ya kipekee ya kukutana na Yesu kwa namna ya dhahiri. Tomaso alikosa ile furaha ya mara ya kwanza ya uwepo wa Yesu kwa sababu hakuwa pamoja na wenzake. Hata hivyo, alipoungana nao, naye alibarikiwa kwa kumwona Yesu na kushuhudia utukufu wake. Okay, okay, okay, okay. Upako wa zaidi kupitia ibada ya pamoja. Kitu cha bariki, okay, kingine Kushiriki ibada y kanisani uwafungulia waumini upako wa ziada, kwa sababu ibada ya pamoja huleta imani ya pamoja inayowatia nguvu waumini mmoja mmoja. Tukisoma ile Zaburi ya 133, inasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akikaa pamoja kwa umoja, ni kama mafuta mazuri kichwani, yateremkayo kwenye ndevu, ndevu za Haruni, yateremkayo mpaka kwenye upindo wa mavazi yake. Okay, katika nyakati za kale mafuta yalikuwa ishara ya upako wa Roho Mtakatifu. Andiko hili linaonyesha wazi kwamba upako huteremka wakati watu wa Mungu wanapokusanyika kwa mshikamano kama vile mafuta yanavyoteremka kutoka kichwani kwa kuhani hadi sehemu nyingine za mwili, yn yani, hiki uh, ni kitendo ambacho kilifanyika nyakati zile mwana. Wale Walawi ambao waliwekwa wakfu na Mungu kwa ajili ya kufanya kazi ya ukuhani. Basi, Haruni alionekana akipakwa mafuta na wale ma-high priests, walikuwa wanapakwa mafuta na mimi ninamini mafuta kichwani inashuka en, en, mpaka chini. Umeona? Sasa uh, kanisa ambalo ni mwili wa Kristo hupokea upako sawa pale wanachama wake wanaposhirikiana katika ibada. Roho Mtakatifu hufanya kazi kwa nguvu zaidi na hutoa viwango vipya vya upako. Okay, hapa tunakwenda kuangalia kwa ufupi uh, kwa nini uwahi kanisani? Kwa nini uwahi kanisani? Kwa sababu tayari tumeshaona vile ambavyo um, inatupasa tukusanyike na vile ambavyo mkusanyiko um, wa watu waliojazwa Roho Mtakatifu unavyoleta nguvu ya kidhahiri ya Mungu, lakini hapa tutakwenda kuangalia kwa nini wewe uwai um, kanisani. Ingawa jibu tayari lipo juu, lakini narudia tena, kuna kanuni ya kibiblia inayosema kuwa wanaomtafuta Mungu mapema na kwa bidii hupokea baraka za ziada. Mithali nane kumi na saba inasema nawapenda wanaonipenda na wanaonitafuta mapema wataniona. Andiko hili linaonyesha kuwa wanaomtafuta Mungu mapema, iwe ni mwanzoni mwa siku au wiki, kwa kuhudhuria ibada mapema hupokea kibali maalum. Wale wanaojitahidi na kuwa waaminifu mara zote hupokea ufunuo wa kiroho, baraka na upako, kwa mujibu wa ushuhuda wa Janet Mensa. Okay, sasa huyu Janet Mensa ukigoogle search haraka haraka unakutana na mwanariadha uh, fulani fulani kutoka nchi gani sijui hapa Afrika. Lakini huu shuda mimi nilionaga Facebook, kwa hiyo ni moja zile shuda ambazo zina pop to Facebook. Sasa ushuda wake mimi binafsi nafsi niliupokea kwa sababu um, it's valid, yani alichosema it's true na mimi kiliniamsha kitu fulani. Sasa yeye yeah, anasema kwamba Yesu alimwambia hivi, watu wengi hawatambui kuwa ninapokuwa kwenye ibada ya kanisa. Yani hapa ndo maneno ya Yesu sasa. Watu wengi hawatambui kuwa wanapokuwa kwenye ibada ya kanisa, tayari nipo hapo wanakuja kanisani wakiwa wamechelewa, kana kwamba sipo bado. Biblia inasema popote wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina langu, nipo. Watu wanaochelewa ni kwa sababu hawatambui wa na kuamini kwamba nipo pale. Unakumbuka ile Mathayo 18:20 ambayo nimeshakusomea huko juu. Okay, kuna ushuhuda mwingine hapa wa ndugu mmoja anaitwa Oscar Niragira, naye nilimpata Facebook. Unaona? Anasema hivi, wale wanaohudhuria kanisa mapema upokea nyota kutoka mbinguni katika roho zao. Nyota hizi zina kusudi la kuwaunganisha watoto wa Mungu na ulimwengu wa nuru wa mbinguni. Maana yake wanaowahi kanisani hupewa baraka ya kwenda sambamba na mahubiri bila kutoka nje, hata mawazo ya kukutoa yanakosekana. Na hapo tumefika mwisho wa makala. Basi Mungu azidi kukubariki na tukutane katika makala ijayo. Thank you.